Asifunge lakini leo ilizi yake imetoka, anaingia kwenye kamba. Soa watu soa, soa, soa, soa, soa, soa! Steka hatari katika ligi ya Tanzania, hakuna steka hatari kama soa, hakuna. Unaweza kunidishia mwandishi kuhusu soa? Soa ndio kama kana nani, wanjani, yani hapa katika ligi ya Tanzania unaweza kufanya na nani? Soa, umeridhishwa na kiwango cha Simba dhidi ya Fortune Gate kwa siku ya leo? Nimekwambiaje? Simba ambao tumetaka sisi cheze mpira, testi ya mpira ndio hapa pasi inapigwa inaenda, pasi rula sio kwa pasi rula inapigwa kutoka Ibrahim Morris natuma inaenda kule ikitoka ina kwenu no, hiyo unaona kabisa mpira Simba anacheza mpira mkubwa. Ndio Simba tunaita sisi, kama hii tunataka tulizike, kila mwana Simba anatoka anaenjoy, tunafurahi, ndio timu yetu ipo hivi. Mimi nakwambieni ukweli, hii Simba inakuleta ubingwa wa Afrika. Simba hii hii hapa hii, narudia tena kwa mara pili, hii hapa inaenda kuleta ubingwa wa Afrika kwa sababu Simba ndio timu pekee tumesajili wachezaji wenye high quality. unajua maana high quality? Ukimwangalia mchezaji mmoja mmoja ukimchambua, labda tumwongelee huyu nani Maema, Maema katoka timu namba mbili ya Afrika, Mamelodi. Ukimwangalia beki wetu Dani yule yule, Shalobalo Tozi, yule ambaye anapiga zile pasi zile za don't touch.